Bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabilalamin wassalatu wassalamu ala khairu khalkihi nabiina sayidina Muhamad wa aalihi wasahbihi. Ndugu viongozi wa msikiti, ndugu waumini wenzangu, nyote kwa pamoja, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. La kwanza niungane na nyinyi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia fadhila hii ya uzima tukaweza kusali sala hii ya Ijumaa katika ardhi tukufu ya msikiti huu. Tumshukuru kwa sababu tunao wenzetu wengine ambao nao walitamani hili walipate, lakini kwa sababu ya dharura mbalimbali mbali, hawakulipata tuwaombee dua Mwenyezi Mungu awaondolee dharura zao, ili itakapokuja tena basi waipate sala hii. Lakini tumshukuru pia Mwenyezi Mungu, tunao wenzetu wengine ambao wao inawajibikia sala hii na hawakuwa na dharura yoyote, lakini tu imewapitikia hawakuweza kuja kusali sala hii na pengine na sala nyingine pia hawazipati. Hawa na hasara kubwa zaidi. Tuendelee kuwaombea Mwenyezi Mungu nao awaondolee kiza walichonacho, ili nao wazipate ibada hizi. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, naomba kwa dhati kabisa nichukue fursa hii washukuru viongozi wa msikiti kwanza kwa kuendelea kututunzia hazina yetu hii ya msikiti huu ambao ni alama yetu kubwa, watu wa mji wa Wete katika jambo la imani, kwa sababu si pahala tu pa kusalia lakini ni taasisi ya kuendelea kuitunza imani na kuijenga na kuilea tuwashukuru tuwapongeze kwa kazi kubwa wanaoendelea kuifanya, na, na Insha Allah Mwenyezi Mungu awaendelee, awafikishe wafanye kazi hii muhimu sana. La pili leo ni siku ya Ijumaa, na siku ya Ijumaa tumefaradhishiwa kuwaidhiwa, na Alhamdulillah khatibu kafanya kazi nzuri ya kutuwaidhi kupitia hutuba mbizi, na katuambia jambo kubwa la muhimu sana la kwamba mwislamu hakuna kukata tamaa. Akikata tamaa ajiulize kwamba ana mushkel katika imani yake, haitakiwi Sasa mimi sitaki nitoe hutuba ya tatu, maana hizi mbili zilizofaradhishwa tayari zimesha zimeshakamilika na tumeambiwa jambo muhimu sana, lakini mimi nataka labda niongeze tu kidogo kuongezea katika mnasaba haya tuliyoambiwa hapa. Ndugu zangu, katika miezi takriban sita iliyopita tulikuwa katika nchi yetu kila tukikutana na hasa katika nyumba za ibada, tulikuwa tunahimizana kuiombea nchi yetu salama, tupite katika jambo lilokuwa limetukabili la uchaguzi mkuu, tupite kwa salama. Tumeshirikiana katika hilo, tumeomba ndani ya misikiti, nje ya misikiti na Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. tumshukuru sana kwamba hatimaye limepita na limepita tuseme kwa salama, wengine eh, watasema salama ya barawa kuwachwa eh, roho mali ikatwawas, lakini tuseme kwamba imepita salama alhamdulillahi, eh, roho za watu nafsi za watu eh, miili ya watu, mali zao na heshima zao kwa kiasi kikubwa zimesalimika, lakini sote kwa hivyo kwa hili ni wajibu wetu tumshukuru Mwenyezi Mungu.